Mfungulia mbwa zenu basi hizo. Lazima salamu tupite pale. Kila kitu kisimame. Ya, Abdul Kwa anafanya na nini ile? Sijui si anawapatia sijui namba ya nini anapata mawasiliano yako anapata

Wameanza taratibu asubuhi ile saa moja tulifikiri labda na watoki, wakaanza kutoka toka, wakaongezeka, wakaongezeka. Sasa wataendelea na itaendelea kwa siku kadhaa, alafu e, salamu zikishapita vya kutosha

Paoo sana. Basi wenzetu basi. Tutapidi tutafute confirmation.